Hili ni tamko la Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora kwa umma. Kama itakavyokumbukwa, tarehe 29 mwezi Oktoba mwaka 2025 ilikuwa ni siku ya uchaguzi mkuu e, kwa e, ajili ya rais, wabunge pamoja na madiwani. Katika siku hiyo ambayo wananchi walipiga kura Uh, kulitokea vilevile vile matukio ambayo e, yalihusu maandamano e, katika sehemu mbalimbali hapa nchini. E, kwa uchache, baadhi ya maeneo ambayo naweza kuyasema moja kwa moja ni pamoja na Dar es Salaam na matukio yaliyotokea Mwanza, kuna yaliyotokea Songwe, Mbeya, Arusha e, na maeneo mengine. Uh, matukio hayo ambayo kwa sehemu kubwa yalianza wakati e, uchaguzi wananchi wa, e, wa, wakiendelea kupiga kura katika vituo mbalimbali um, wakati wa maandamano hayo kumetokea matukio mengi. Kwanza kuna matukio ya vifo vya wananchi mbali mbalimbali katika maeneo tofauti tofauti, lakini vilevile kumekuwa na uharibifu wa mali za umma ikiwemo e, uchomaji wa majengo, vituo vya e, mwendokasi na baadhi ya mahakama hapa, hapa nchini. Lakini wakati huo huo kumetokea pia na uharibifu kwa mali za wananchi, watu binafsi, yakiwemo uchomaji wa magari uporaji wa vitu mbalimbali mbali katika maduka e, ikiwemo maeneo ya biashara ya gesi ambayo katika mitandao ya kijamii ilionekana watu wakichukua mitungi ya gesi kutoka katika sehemu hizo. Nipende kusema kwamba matukio haya ambayo yalikuwa mengi sana katika baadhi ya maeneo si matukio ambayo yalikuwepo e, kwa nchi nzima kila mahali ni katika baadhi ya maeneo machache kama nilivyoyataja, lakini na mengine ambayo sikuyataja. Na matukio haya yalileta mtaf mtafaruku kwa wananchi, kwa sababu yalisababisha baadhi ya wananchi e, kuingiwa na hofu na kuona kwamba e, pengine hakuna usalama kabisa katika, katika nchi lakini nipende kusema kwamba eh, inspekta jenerali wa jeshi la polisi alitoa tamko la kuzuia watu kutembea baada ya saa kumi na mbili jioni, na lengo kubwa la eh, tamko hilo ilikuwa ni kujaribu kusaidia katika kuhakikisha kwamba wananchi wanaendelea kuwa salama na mali zinaendelea kuwa salama vilevile.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 Uh, tungependa vile vile kusema kwamba kwa namna yoyote ile, matukio ya namna hii yaliyotokea hayapaswi kuungwa mkono kwa sababu yanavunja eh, amani katika nchi na yanavunja usalama wa wananchi vile vile. Uh, sisi kama tume, kutokana na matukio haya eh, tumeamua kufanya uchunguzi wa kina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 Tukumbuke kwamba kunapotokea uvunjifu wa amani, maana yake sisi kama Watanzania kwa vyovyote vile tutashindwa kufanya shughuli zetu. E, labda nitoe mfano mdogo tu katika siku mbili tatu zilizopita, kwa mfano kulikuwa hakuna mtandao wa, wa, wa intaneti. Kwa hiyo shughuli nyingi za, za kibiashara za kiofisi zilikuwa zimesimama lakini vile vile katika kipindi hicho e, kwa ajili ya usalama vituo vyote vya mafuta vilifungwa. Kwa maana hiyo wananchi walipata adha ya kutokupata mafuta ya kujaza na kwenda katika shughuli zao, lakini kutokana na vurugu hizo pia ikumbukwe e, kutokana na tangazo alilolitoa uh, inspekto jenerali wa jeshi la polisi kwa lengo la kuhakikisha kwa kwamba wananchi wanakuwa salama e, kuna maeneo mbalimbali mbali ambayo yalilazimika yalindwe na vile vile wafanyakazi pia walitakiwa kufanyia kazi katika majumba yao. Kwa hiyo mazingira haya si rafiki, ni mazingira ambayo e, Watanzania hawakuyazoea. Kwa hiyo sisi kama tume pia tumeona ni vizuri kufanya uchunguzi wa kina ili mwisho wa siku tutoe mapendekezo ambayo yatasaidia e, katika kurejesha hali ya Watanzania e, na kuwakumbusha umuhimu wa kuzingatia e, amani, ili Watanzania wote tuendelee kutekeleza majukumu yetu kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu. Asanteni sana kwa kunisikiliza.